Hello nam, karibu mwana kita, karibu mwana familia, karibu sana ndani ya darasa la electronics repair class TZ. Electronics repair class TZ, leo tumekuja na kipengele kingine cha namna ya kupiga window. Niko na laptop mbele yako aina ya kampuni HP, kama unaweza kuona kampuni ya HP ambayo ndio leo niko nayo, iko na waka vizuri, ni kompyuta ambayo inafanya kazi vizuri. Awali ilikuja kwangu ikiwa na tatizo la kutowaka kabisa kabisa, ambapo niliweza kufanya matengenezo japo sikufanikiwa kutengeneza video ya kumbukumbu -kumbu, ambayo ningeweza kushea na wewe. Kwa hivyo naweza tu nikakuonesha baadhi ya vitu ambavyo nivitoatoa. Hizi ni chip IC ambazo zilitokatoka hapo, sema huwezi kuziona vizuri, lakini nitajitahidi kuhakikisha unafahamu ni nini kinachoendelea kwa sasa kompyuta sasa imeingia kwangu tena kwa ajili ya kufanyiwa mabadiliko ya window. Tunashusha window, tunapiga window nyingine. Kwa hivyo leo tutaenda na kipengele cha namna ya kupiga window. Kuwa makini na ukae tayari kwa ajili ya kujifunza jinsi ya kupiga window. Kompyuta za mfumo huu wa kisasa tunatumia flash. Tumia flash unaweza kupiga window tu vizuri bila hata haja ya kutumia CD. Waliowengi zamani walikuwa wakipiga window kwa kutumia CD, but nowadays tunapiga Window kwa kutumia flash. Yani unatengeneza buta kwenye flash, then unaenda kuipiga window. Cha kwanza kabisa kabla hujapiga window, twende chap chap, unazima kompyuta yako. Unataka kuzima kompyuta yako utafinya hapa au utazima kama ilivyo normal namna ya kuzima, au unaweza ukabonyeza button yeah. hii hapa logo, then x ukibonyeza hivi kuna kitu kitapia huku then ukabonyeza u mara mbili, ukibonyeza mara ya kwanza ukabonyeza mara ya pili, Kompyuta ita start kuzima, itaanza kuzima na ikisha zima, basi unaanza process za kupiga window nam. Sasa kompyuta inapofikia hatua ya kuzima, baada ya kuzima, basi hapo unachomeka flash yako kwenye kompyuta, sawa. Matundu ya flash haya hapa, kwa hiyo nitachomeka flash yangu hapa. Baada ya kuchomeka flash, naibonyeza kompyuta, sawa, kuasha wakati inawaka, kulingana na aina ya kompyuta hii ambayo ni HP, button ambayo inaingia kwenye boot menu kwa ajili ya kupiga window huwa ni button ya F9. Haka kameandikwa F9. Ehe, katika hii button sasa ya F9 ndio nitakuwa naibonyeza bonyeza, kama hivi. Nakakuwa naibonyeza bonyeza, bonyeza, hapo kompyuta, nikiwa nimebonyeza button ya kuwasha, kidogo ni kubonyeza tu button ya kuwasha pap, na yenyewe inaanza kubonyeza bonyeza, bonyeza, hivi ili iweze kunietea buti menu. Nashindwa kukuonesha vizuri kulingana na namna ambavyo mkao wa kirekodi changu ulivyokaa. Kwa hiyo utanielewa kwa namna hii. Kwa nitabonyeza bonyeza hii F9 wakati kompyuta ambapo nitakuwa nimeiwasha. Kwa mfano, nibonyeze button ya ni kuwashia hapa mara moja. Nafikiria namna na mbonyeza. Nibonyeza power button ya ni kuwashia, tayari iko inawaka, naanza kuingiza ile F9. Nibonyeza bonyeza F9, kompyuta imewaka. Baada ya kuwaka, imeingia kwenye boot menu. Unaona? Naandika boot menu. Kitu ambacho ndio nilichokuwa nakihitaji kwa aina ya window niliyoitengeneza. Nafikiri tutaelekezana aina za window ni zipi, window unawezaje kuipiga nani, i mean window unawezaje kuitengeneza kwa bootable, ni UEFI, au ni Legacy, au ni GPT, vyote hivyo utaweza kujifunza. Kwa hiyo aina ya window ambayo mimi nataka kwenda kuipiga, kwanza window imekuja ni UEFI, ambayo ni AI 20 ngapi 210 Mass storage Masa storage inamaanisha e, flash ambayo unakuwa umeichomeka, ambayo hii inakuwa window nataka kuipiga katika mfumo wa UEFI, lakini pia kuna namna unaweza kupiga window katika mfumo wa legacy. Sawa, ngoja nisogeze karibu hapo uweze kuona hivi vitu katika mfumo wa legacy. Ukipiga window katika mfumo wa legacy hapo, maana yake utakuwa unaipiga window katika mfumo wa kizamani kidogo, ambao unaweza kuingiliana na kompyuta aina zote, lakini kompyuta mimi hii ninahitaji niweke katika mfumo wa kisasa kulingana na kwamba ni kompyuta ya kisasa. Baada ya hapo nitapress enter. nitabonyeza button ya enter nikiwa ni hapa kwenye UEFI sawa, kwenye UEFI sawa, nitabonyeza button ya enter sawa. enter hii hapa. hivi hapa nikisha i click hivi itaanza kuload windows, nitasubiri imalize kuload Leo tutaenda step kwa step kuhakikisha kwamba tunaweza kuelewana namna ya kupiga window. Jitahidi unapofuatilia video zangu, fuatilia kwa umakini kila kona, au kila kipengele, usije tukapotezana. Hivi tunafanya kwa ajili yako, lakini pia kwa ajili yangu, kwa sababu mimi pia napokuwa nikielekeza vitu kama hivi napata manufaa ya kuelewa zaidi kwao, napenda nawe pia uelewe upate nafasi ya kujifunza vitu kama hivi, lakini sijaji huko, tunajaji namna ya kujifunza. Ndio maana ikawa ni Electronics Repair Class TZ. Endelea kuifuatilia bila kusahau kusubscribe, na pia usisahau kucomment kwa chochote kile, na ruhusu maoni na ruhusu watu kucomment. Usisahau pia kushare. Baada ya kompyuta kumaliza kuload window, na scroll down share, sawa, kama unavyoweza kuona na pia nikusogezee karibu. Yes, hapo itakuwa nzuri nasogeza karibu na min nakuja hapa kwenye next sawa, na click next then nakuja kwenye option ya kusema install install, sawa windows install now, wananiambia nianze ku install sasa hivi, then naanza na bonyeza install, nasema setup setup is starting, na spiri kidogo, ili uweze kufanya hiyo setup. Haya, inafikia hapa kwa kuna baadhi ya kompyuta zingine zinakuja option kama hii, kama hii inakuwa kama vile imekataa kupiga window. Wengi sana wakutana na hili tatizo, kompyuta inapiga wanapiga window afi, inaingia kitu cha hivi kinamtatiza sana namna ya kupiga window. Hiki kitu kisikuvuruge sana, ni kitu ambacho ni very very simple, unaweza ukitatua. Unakitatuaje? cha kwanza uta click hii ya kucancel, sawa. Baada ya hapo flash yako ambayo mwanzo uliichomeka hapa Utaichomoa, then utakuja kuichomeka kwenye tundu lingine, au kama tundu liko moja hilo hilo, utachomoa utairudishia pale pale ulipo kuwa umefanyaje, umeichomeka. Kwa hiyo mimi nitaichomoa, nimehamisha kuja upande mwingine, lakini kompyuta sijaizima bado, iko hivi hivi. Baada ya hapo nakuja na cancel hapa. Sawa, ikisha cancel hapa hivi, itarudi nyuma, itaniambia tena install now. Itarudia tena kupeleka mshale Utabonyeza, enter ili niweze kuinstall tena. Sawa? Ambia, setup starting. Naniambia, naisubiri tena kidogo tayari hiyo hapo. Haya, kishafikia hapo maana yake kinachofuata unatokea uchague window unaopiga. Je, ni standard ambao kama hii unaona imeandikwa standard installation standard installation standard installation for those with own license key. Samahani kama nitakuwa ni mzembe sana kwenye kusoma Kiingereza, ni lugha ya kigeni lakini napambana nayo. Kitu kingine kinachokuja hapa chini yake window ambayo ni nzuri katika kuipiga. I mean kipande cha window ambao unapaswa kuipiga ni hiki hapa ambacho kimeandikwa DLA, hivyo hii ndio window ambayo unapaswa kuiteua. Aya ambayo window hii imeandikwa ni digital license nini activation activation digital license activation. Hapa unacheza na vitu ambavyo vinaitwa ni activation kwa sababu some, sometimes window zinakuwa zinakudai activation key unaona. Kwa hiyo kikudai activation key, wewe unachocheza nacho ni hiki. Basi unachagua hapo chini yake, hapa imesema which automatic eh, will automatically activate if installation some version on original equipment Yeah, lakini mimi ninayohitaji ni hii hapa ambayo ni digital installation uh, sorry digital license activation. Kwa hiyo utabonyeza next. Baada ya kubonyeza next, utasubiri kidogo imalize load. Yes, imaliza load. Baada ya kumaliza load, utakuja utabonyeza hapa, utaweka vema. Ukishaweka vema hapo, next, hii itapunguka yani itakuwa Aaka kwa sababu kwa kawaida inakuwa imejihaidi, inakuwa imejihaidi, kitu ambacho unakuwa huwezi kuibonyeza. Kama nimejaribu kuclick lakini hamna, basi naweka vema, then nakuja kuclick inakuwa ni mara moja. baada ya hapo, utakuja uchague hii hapa. Unaona walikuwa wamekwambia ni nini upgrade ambayo mwanzo unaweza kusema upgrade hii, lakini kusema upgrade hapa maana yake ya, window iliyomo huko ndani unataka kuitengeneza kui, kui, kui I mean, kupitia window hii ambayo unaenda kuingiza lakini mimi nitasema customer anataka kupiga window mbim, mwenyewe window nyingine ambayo unahitaji. Baada ya hapo, kuna partitions hizi. Partition ni muhimu sana kufahamu namna ya kuzivunja vunja, kwa sababu zinavuruga watu wengi sana partitions haya kama kama hivi, sawa. Mwanga hautoonekana vizuri, kompyuta ina mwanga, kwa hiyo kamera nayo pia inakuwa inajaribu kupunguza kiasi fulani cha mwanga ili uweze vizuri. Sasa utakachokifanya, utaingia kwenye partition ya kwanza Then utasema delete. Iwapo kama mteja hahitaji kitu chochote kibaki huko ndani, uta delete, tasubiri kidogo imalize ku delete, then option ya pili uta malizamemaliza e utabonyezaya zote kwa sababu mteja ameniruhusu kwamba ni format nzima kama ilivyo nianze huko kwa kwa okay. uta, hiyo zote zote option Amini, partition hiyo tautzote ya ku kazi ya inakuwa kama hivi bonyeza tu hivi then delete baada okay, ya kumaliza ku, sasa unatakiwa ku create new tengeneze mpya, I mean partition nyingine. Utakuta hizi namba utachagua, kama unataka kutengeneza partition yako iwe 200 ili ya window ibebe kwa GB 200, basi utengeneza 200. Mimi nahitaji iwe 150, tabonyeza 150 kwa kuwa nahitaji ziwe GB, manake tabidi niongeze. Sawa so, kiwango utakacho kiongeza, ili GB ziweze kukamilika inabidi hapa ziwe zisipungue chini ya 1000 yani iwe elfu moja na unaona no, kwa kuwa ni mia hamsini nitaongeza 003 No, zitakuwa ziwe nne ya zinakuwa nne zero utaongeza ziwe jumla nne sawa nikishaongeza hapo ziwe nne utasema utasema apply then utasema okay nikiapply na okay nasubiri kidogo subiri kidogo ijicreate tutatengeneza partitions za kutosha, ambapo ile yes, unaona imetengeneza partitions za kutosha, na ile mimi nayohitaji ndio hii ambayo tayari ina ngapi, inaonekana kuwa na 100 GB 145 unaona. Kwa hiyo hizi zingine zimejivunja vunja kuja huko juu kwa ajili ya kutengeneza files za kutunzia doc, i mean files kutengeneza folder za kutunzia document za nini za window. kwa hiyo baada ya hapo, imesha jicreate na kuja kwa hii nayo ya chini ambayo itakuwa ni kama ya storage ya kutunzia vitu sawa. Nayo pia create create yenye andika chochote moja moja, kwa, kwa kwa kwa yue, bada, format, kwa sababu ni, ni ni ambayo ambayo ambayo imebaki yenyewe ina GB 300 then nita format format kwanza kuhakikisha kwamba iwe haina sawa. Baada baada ya ya kuiformat nitakuja tena tena hii kuipigia window window window nao pia kumaliza taigonga. Sasa sasa ndo hapa unakuja kuclick baada ya kumaliza kuformat na click next. Inaanza kuhesabu kwa ajili ya kufanyaje ya kupiga windows. Basi hapo, kama unavyoweza kuona, tayari iko inaanza process ya kupiga windows hapo, ndio huko kwenye process ya kupiga windows. Kwa kawaida, hapo ndio huko kupiga windows. Haya, tusubiri kidogo, alao hesabu asilimia kadhaa. Kwa kawaida, windows huwa inachukua muda kidogo kumaliza. Kwa hiyo taomba tu kwamba, ona, imeanza kuhesabu, imeingia asilimia moja. Taomba tu kwamba tutaluka, uta, kidogo hiki kipengele kwa sababu ya kufupisha video isio ndefu sana, kwa sababu process za kupiga window ndio hizo, itaenda ikimaliza hapo wenye asilimia mia, tutarudi tena utaona kinachoendelea baada ya hizo asilimia mia ni nini. Basi usisahau ku comment ku ku like subscribe ku share, na kipengele kingine ndio hiki kinachofuata baada ya kumaliza hapa. Kipengee kinachofuata ni hiki. Baada ya kumaliza zikifika 100 utaona, na kama unavyoweza kuona 58, 59 ina inaendelea kusonga mbele, tunasubiri mpaka ifike 100, kwa sababu restoration ya kawaida lazima ihesabu 100. Kama unavyoweza kuona hapa chini itasema installing features chini yake itasema installing updates lakini pia chini yake itasema finishing up. Kwa hiyo subiri ikifika 100% tuone kipengele kinachofuata ili tuweze kukifinish, tujue baada ya kufika 100%. Basi italodi kama hivyo, kwa kwa style hiyo, nisogeze kwa huko kidogo uone. Oh sorry nimezungusha sana. Okay, sawa so. italodi kama hivyo itasema Okay, getting started. Okay. Inasema starting ready, inaanza kufanya process za mwisho za installation ya window. Kwa hivyo nafikiri utaiona namna ambavyo inaenda kumalizikia, namna ambavyo inaenda kumalizikia wakati wa installation yake, ikimaliza kusema getting started, getting started, getting ready, ikimaliza utaona kinachoenda kutokea ni kitu gani? Endelee kusubiri kidogo, naweza kuiweka kwenye position nzuri, yes, ya tusubiri yeah. kidogo wakati inafanya getting ready itachukua time kidogo, kwa hiyo nitapozi kwa muda, then itarudi hewani ndani ya sekunde kadhaa. Unaweza kuona nimemaliza kusema getting ready, imejitoa kidogo, imezima na nataka iwake tena alafu ije iseme wait a moment. kuja tuone moja HP b inaanza kulodi window, kwa hivyo tunasubiri kidogo, ili iende kwenye hilo swala na kutusubirisha kwa muda, alafu theni itaanza process za kulodi, pia hiyo swala la wait a moment. Kwa hivyo unapotakiwa kupiga window lazima kwanza uwe mvumilivu. Kwa hiyo window, kwa kawaida tunapiga window then unaendelea na issue zingine, unakuta imefikia kwenye kipengele kingine ki, tena unaingia kwenye kwenye issue nyingine. Una gusa tu taratibu, kwenye ki hivu, nyingine unakuwa na tu, unaingia kwenye kipengele kingine, wewe unaendelea na mambo mengine. Kwa hivyo hapa naye laptop ambayo imekuja tena nayo ina tatizo yenyewe, haiwaki kabisa, tutashughulikia haya. Nimemaliza kusema getting ready, sasa inasema wait a moment, tusubiri kwa muda kidogo ili iweze kumalizia zoezi la nini, la kupiga window ambapo tukitoka hapo kwenye wait a moment, basi tuna set tu kwamba hii computer inapatikana ndani ya nchi gani, itatakiwa itumie keyboard ya namna gani. Baada ya hapo, inasema karibu, inasema niko tayari kwa ajili ya matumizi. Baadaye ni kwa ajili ya installation tu za software zingine zingine. Hizo process zote tuzisubiri. Baada ya hii wait a moment ikitoka hapo, basi tuende kwenye process inayokuja. Uh, I guess kwamba inakaribia kumaliza kutoka kwenye hiyo just a moment. Bas, wakati just a moment, inaniambia big story kidogo, big story kidogo, kama kuna kitu ambacho unaweza ukanishirikisha engine uishaikukutana kukutana matatizo fulani, basi ukinicheki kwa namba yangu ambayo ni 0693545923. Ni namba ambayo unaweza kunipata vizuri tu na tukaelezana ni changamoto gani ulikutana nayo kwenye maswala ya kupiga window, maswala ya software na namna ya kupiga window yenyewe. Pengine kama unahitaji software chochote kile tu ambacho utahitaji msaada wangu, basi anekakucheki kwa namba hiyo, tairudia tena ambayo ni sifuli sita tisa tatu hamsini na nane hamsini na tisa ishirini na tatu. Kwa hivyo usikose nafasi ya kunijulisha kitu kingine nimegundua kwamba napaswa nikupe ofa wewe, ambayo umefanikiwa kuitazama video hii mpaka hapa ipofikia. Ofa yangu nitakayokupatia wewe, taweka vocha hapa. Ehe, taweka vocha, kwa hivyo vocha utaichukua, then utaingiza kwenye simu yako. Utakueleza ni mtandao gani, au utaiona ni mtandao gani. Kwa hiyo ka tayari, sante kwa kufika mpaka hapa. Ukifanikiwa kuipata vocha hii, basi usikose kunitafuta. Okay. Utanitafuta kwa njia ya comment. Sasa imemaliza tayari, just a moment. Tunaisubiri kidogo maana imejizima kidogo, kwa hiyo tunaisubiri iweze kuwaka kuwaka tena. Kibata ni cha kuwashia chenye bado kinaendelea kuwaka. Tunaisubiri kidogo. Ya kama nilivyokuahidi kwamba naweka voucher hapa kwa wewe ambaye umeweza kufanikiwa kuifuatilia video hii mpaka hapa, basi voucher itakuwa ni halali yako. aana ya mtandao gani utaiona baadaye, utaingiza kwenye simu yako, utaenjoy hiyo voucher basi comment kwamba nimepata asilimia mia. I hope kwamba itakuwa imependeza zaidi. Yeah, lakini pia usisahau kushare eh, na usisahau kucomment pia kwa zana, na wasisitiza kucomment kwa sababu baadhi ya watu wana comment wananifanya mimi napata mawazo mengi sana ya kuhakikisha na kupatia wewe ili uweze kuendelea kujifunza. Bado kompyuta imezima kidogo. Kwa hiyo tunaendelea kuisubiri kwa muda kidogo baada ya hapo itawaka, na tutaona kitachoendelea ni kitu gani. Nimejaribu kuendelea kuisubiri, lakini mpaka sasa hivi bado inaonyesha tayari kuwaka, lakini bado haijawaka. Nimegusa kidogo button hapa, zinaonekana kama zimewaka button, lakini bado yenyewe haija display chochote. Kwa kwa hivyo nitachomoa flash sawa, nitachomoa flash hii hapa. Nikisha ichomoa kwa kompyuta bado inawaka sawa, kama naweza kuona Bali na waka, taipresi hapa kuzima kwa kuiforce imezima. Hapo taiwasha tena, nyeza button ya kuwashia waka. Kwa hivyo nitaisubiri kwa muda nione matokeo gani atakayoendelea baada ya kuwa ilinigomea kidogo kwenye kumalizia pale, just a moment. Kwa hiyo tuendelee tusubiri kidogo. Hivyo ndivyo jinsi ambavyo unaweza kufanya, wapo, kama itaonekana kugoma kwa kiasi fulani, unaweza kuzima ukaiwasha huku ukiwa umetoa flash, kwa kuwa inakuwa ishafikia hatua kumaliza zile asilimia zake. Utaisubiri tena kidogo ifunguke na um, utapata majibu haya. Nimekuahidi kuweka voucher tayari, voucher hii hapa. Basi ni wewe kujivinjali, isome kwa makini, weka kwenye simu yako. Baada ya hapo, utakomenti kwamba nimepata voucher. Usisahau pia kushare baada ya kupata voucher lakini pia wahimizi na wenzako kuweza kufika ndani ya channel hii, takua ni kitoa ofa pale ambapo tutakuwa tukiendelea kushirikiana kwa namna hii. Na kama ambavyo tunaendelea imerudi tena kwenye just a moment tena kidogo mwanzo ili stack. Basi tuone awamu hii itafikia hatua gani, itamaliza au itastaki tena, ili kueleze kwa nini inaendelea kustaki. Lakini hapa na imani moja kwa moja haitoweza kustaki tweza kustaki, labda ilistaki kwa sababu kulikuwa na flash basi, wakati wa kutaka kustati wake tena ikawa inawakia kwenye flash, inashinda namna kama hivi. Hiyo tusubiri kidogo, tusubiri kidogo, yo, just a moment iweze kutoka. Tayari imetoka kwenye just a moment imekuja kitu kingine hapa kama unavyoweza kuona. Nasema let's start with legion. Au legion What is it? Kwa hiyo tunaangalia ni region i mean, ni nchi gani ambao sisi tupo. Natafuta nchi yako, Tanzania hii hapa. Baada ya kuipata Tanzania click yes, maana uweze kuona. Ehe, baada ya kupata Tanzania click yes, kwa maana tudogo tudogo. Kwa hiyo na zoom kidogo, ili uweze kuona japo sometime, tunakuwa hatuonekani vizuri, ila jitahidi tu kwamba uelewe ninachokimaanisha nini. uh -huh. Baada hapo itakuomba uweze kuchagua keyboard ambayo itakufaa katika matumizi. Mimi huwa napenda kutumia United States. United States International, hilo keyboard ambayo napenda kutumia then nitasema yes. Baada ya yes hapa itaniambia keyboard ambayo nataka kuiongeza, nitasema skip, usitaje kuongeza ina keyboard yoyote. Baada ya hapo nitasubiri tena, kuna maelezo hapo, nitakuja kwenye network hapo haya moment tena kidogo yeah. Inaangalia network zilizopo ya yeah, wifi yangu inaonekana ya yangu, lakini sitaki ku connect na wifi nimetasema no. Yeah, cancel. Itasema skip, baadaye tena tarudia, continue with limited setup. Kwa hiyo baada hapo, kinachotakiwa hapa ni kuandika jina la mteja ambaye anapaswa kuendelea kutumia hii kompyuta au mtumiaji wa kompyuta. Basi hapo mimi nita type admin, kwa kwasababu jina la mteja sijapewa. Kwa hiyo oh sorry, nimekumbuka mekumbuka, alinipa jina ya Muzi, alinipa jina ambapo aliniandikia hapa, hapa sorry, kwa sababu ili jina limeambatana li, li, na email, kwa hiyo nitafunika kidogo siu kaingia kwenye email ya watu. Aliandika jina lake hapa, kwa hiyo nitaandika jina lake. Andika jina lake kama alivyoweza kuniambia hivi, sawa? Baada ya kuandika hivyo, nafikiri okay, kuna haja ya kuandika na umini wake kwa sababu ameniandikia Juma na umini wake, na nafikiri hakuna haja utukaishia okay. Hapo sawa. Baada ya hapo ta click next, tabonyeza endelea, next hapa baada ya next, kuna haja ya kuweka password? Hakuna haja, kwa sababu sijapewa hilo swala, hajaniambia kwamba niweke password. Nasema next, ananiambia just a moment. Tena nasubiri kidogo, usijaribu kukata tamaa katika just a moment. Haya, kitu kingine ni maelezo ambapo inahusiana na mfumo tu window. Mimi nasema yes hapa, nafikiri itakuwa ni kugonga yes, yes, mambo ya account, ya account. Haya, kitu ambacho sitokuwa na mabadilisho yote na ni yes, yes, yes nasema, just just a moment, hi, just a moment moment hi, subiri na uyafanya nisa baadaye. Ananiambia sa asubiri for you yu, hey, <laughs> so, jamani, mimi nimekuwa nikiwa mtangazaji pia, kwa hiyo sometimes naongea kama mtangazaji. This might take several minutes. Don't turn off your PC. wanasema hii itachukua mda kidogo kwa hiyo usijaribu kuzima kompyuta yako, na mimi nitajitahidi. Oh my god, sijachomeka ta chaja, lakini na imani inachaja kushaha. Sinichomeke chaja, si niacha. Lakini tumeshamaliza window, kama process ya kupiga window ilikoanza kule mpaka hapa ipofikia kikuwa, kwa hiyo hata ikizima hapa asioni tatizo. Kwa mara nyingi, hata ikitokea kazima emergency, ikatokea kazima, ukiwasha tu itakuja itasema just a moment. Baada itakuomba tena ufanye zile taarifa za kuingiza sehemu na utokea na nini, vitu kama hivyo, lakini kisubiri, inasema itachukua kama muda kidogo. Kwa hiyo tukasubiria hapo kama muda kidogo, na hapo utaona ta, mwanga utakuwa ukiona bright green tena, inakuwa inaongeza mwanga, inapunguza. Hapo ni jinsi tu inavyoendelea kufanya setup zake, ikipe muda sana hapo. Anasema leave everything to us, acha kila kitu kwetu tuachie kila kitu ya ile tuachie kila kitu eh, baada hapo mimi nitawaachia tena na e waendelee kufanya prosesi zao. Of course ni mifumo ambayo imetengenezwa kwa kwa, hiyo hiyo unaweza kuhisi kama unazungumza na na na na na mtu au na mtu au unatengeneza ambaye yuko na kutengeneza kompyuta but ni mifumo ambayo tayari imewekwa kwenye window. Kwa hiyo, utasubiri tena, wanasema niache kila kitu kwao, nisibonyeze bonyeze, sifanye na mimi nitasema AI endelea na shughuli yako. Siko mtaalamu sana katika kuzungumza Kiingereza, lakini I hope one day tutakuwa tukizungumza. Yes, tayari nye nye yeah, kuona, hapo tayari imefunguka. Nyuma zumi nirudishe nyuma zumi kama unavyoweza kuona, baada ya hapo imemaliza na imekuja kwenye desktop, ambapo sasa option nyingine na upata ni ndogo tu ambayo leo nitakuwa nimeishia hapo. Nitabonyeza right click kama nataka ku refresh, maana watumiaji wa computer mnaelewa maana ku refresh. Baada ya kubonyeza right click then nitakuja kwenye personalize sawa, personalize taibonyeza kama hivyo. Hapo nataka kuweka icons hizi ambazo zinapaswa kuwepo hapa kwa hizo, hizo icons zitakuja hapa kwenye themes, tabonyeza hapa theme. Haya, takuja chini kidogo, naweza nikakuza kidogo hapa, nikikuza hivi itakuwa rahisi. Takuja hapa haya maeneo, umeona imeandikwa desktop desktop setting, yeah. Naweza kuzoom kidogo uweze kuona desktop icon setting tabonyeza hapo, kitapia kwa huku, tabonyeza kwamba nahitaji kule kwenye icon zangu iweze kuonekana this computer, jina la la mmiliki, network option, sehemu ya kuingilia mtandaoni, lakini pia ni nipate control panel. Baada ya hapo ntasema apply. Nishamaliza apply, ntasema okay. Baada hapo basi kuna haja ya kufunga baada hapo kuna haja ya kufunga hii, baada ya kuifunga tayari tutapata icons ambazo zitakusaidia wewe kuingia kwenye nini, kwenye window. I mean kwenye kwenye matumizi tu ya window. Hiyo bas, basi zile partition hizo zifanya mimi, hii hapa imeliwa kidogo, ambayo ilikuwa na GB ya ngapi 145 na ile ambayo nimeleft kama ziada hapa iko empty, hamna chochote. Kitu kingine ambacho nitakutana nacho hapa ni hii mlango wa CD. Basi hapo ndivyo jinsi ambavyo unaweza kwa kupiga window. Process itakayofuata tutajifunza pia namna ya kufanya installation za software, lakini kwa leo tuishie hapo. Asante kwa kuendelea kufuatilia video zangu. Kama video imekupendeza basi usisahau kusubscribe, lakini pia share kwa wenzako tuweze kupata utamaduni wa elimu nzuri.